Katika Biblia chumvi ni ishara yenye nguvu inayojitokeza katika hadithi mbalimbali mbali, ikiwakilisha hukumu ya Mungu, utakatifu, usafi na urejesho. Kuanzia uharibifu wa Sodoma na Gomora hadi mafundisho ya Yesu kuhusu kuwa e chumvi ya dunia, tunapata ujumbe wa kina unaoonyesha umuhimu wa utii, nguvu ya wokovu na wito wa waamini kuwa mwangaza wa ulimwengu. Katika maandiko haya tutachunguza maana fiche ya chumvi katika maandiko matakatifu na jinsi inavyotufundisha kuwa vyombo vya mabadiliko amani na wokovu katika jamii zetu. Chumvi ni kitu tunachokichukulia kawaida, madini ya unyenyekevu yanayokaa mezani mwetu na kuyapa chakula ladha. Lakini katika dunia ya kale, chumvi ilikuwa zaidi ya kiungo cha chakula ilikuwa ishara agano na fumbo lenye nguvu ambalo Yesu mwenyewe alilitumia kufikisha kweli za kiroho za kina. Kuanzia kwa sadaka takatifu za Agano la Kale hadi maneno ya Kristo katika Agano Jipya, ukweli wa siri wa chumvi unafunua tabaka za maana ambazo wengi wamezipuuza. Jiunge nasi tunapofunua maana ya kushangaza na yakina ya chumvi katika Biblia, hadithi ambayo itabadilisha jinsi unavyoona madini haya mepesi milele. Agano la Chumvi katika dunia ya kale, chumvi ilikuwa bidhaa ya thamani muhimu kwa maisha na uhifadhi. Lakini je, ulijua kuwa chumvi pia ilikuwa ishara ya agano na uaminifu katika Biblia? Ukweli wa kwanza wa kushangaza kuhusu chumvi upo katika nafasi yake kama ishara ya agano, dhana iliyo katika mizizi ya agano la kale. Katika Mambo ya Walawi mbili sura ya kumi na tatu, Mungu aliwaamuru Waisraeli, e, utakapotoa sadaka ya unga itie chumvi Usikose kuiweka chumvi ya agano la Mungu wako katika sadaka zako zote za unga. Ongeza chumvi katika kila sadaka yako. Amri hii haikuwa tu kuhusu kuongeza ladha; ilikuwa ishara yenye nguvu. Chumvi inayojulikana kwa sifa zake za kuhifadhi iliwakilisha asili ya kudumu ya agano la Mungu na watu wake. Hei, chumvi ya agano, hei, ilimaanisha kitu kisichoweza kuoza au kuvunjika sawa na agano la milele kati ya Mungu na Israeli. Matumizi ya chumvi katika maagano yalienea zaidi ya Waisraeli. Katika tamaduni za mashariki ya kati ya kale, kushiriki chumvi kulikuwa ishara ya uaminifu na ulinzi. Pande mbili ziliposhiriki chumvi, zilifungwa na wajibu wa pamoja wa uaminifu na ulinzi. Hii inatoa maana mpya kwa marejeo ya kibiblia kuhusu chumvi, ikionyesha kuwa haikuwa tu kiungo cha chakula, bali ilikuwa ishara takatifu ya uaminifu mojawapo ya mifano yenye maana kubwa zaidi inapatikana katika mbili Mambo ya Nyakati kumi na tatu sura ya tano, ambapo mfalme Abia wa Yuda anawakumbusha watu wake kuhusu agano la chumvi e, ambalo Mungu alifanya na Daudi akiwapa uzao wake ufalme wa Israeli milele. Agano hili lilikuwa la kudumu lisilobadilika na lilihifadhiwa vizazi vyote kama vile mali za chumvi zenyewe. Unapozingatia umuhimu wa chumvi katika Biblia, fikiria jinsi ishara hii ya kale ya uaminifu na agano bado ina maana leo. Ni ukumbusho kwamba ahadi za Mungu haziwezi kuvunjika na uhusiano wake nasi unapaswa kudumu vizazi vyote. Chumvi na sadaka hii, utakatifu na usafi. Umuhimu wa chumvi katika Biblia unazidi kuwa zaidi ya ishara ya agano. Pia ilikuwa na nafasi muhimu katika mfumo wa dhabihu wa Israeli ya kale. Ukweli unaofuata ni uhusiano kati ya chumvi na utakatifu, usafi na dhabihu. Katika ibada za Agano la Kale, chumvi ilikuwa sehemu ya lazima ya kila sadaka ya unga kama ilivyoandikwa katika Mambo ya Walawi mbili sura ya kumi na tatu. Lakini kwa nini chumvi? Jibu linapatikana katika sifa za chumvi na maana yake ya mfano. Chumvi kwa uwezo wake wa kuhifadhi na kutakasa, ilionekana kama uwakilishi wa utakatifu wa Mungu. Ilipoongezwa kwenye dhabihu iliwakilisha uhifadhi wa agano kati ya Mungu na watu wake, kuhakikisha kuwa sadaka ilikubalika na kumpendeza Bwana. Hitaji la kujumuisha chumvi katika kila sadaka pia linaangazia nafasi yake katika mchakato wa utakaso wa kiroho. Kama vile chumvi inavyozuia kuoza katika ulimwengu wa asili, uwepo wake katika sadaka ulikuwa ukumbusho kwamba uhusiano wa watu na Mungu ulipaswa kuwa umekifadhiwa na kuwa safi. Bila chumvi sadaka ilihesabiwa kuwa haijakamilika, ikikosa kipengele kilichoashiria agano la milele la Mungu na usafi unaohitajika kwa ibada ya kweli. Chumvi pia ilikuwa ishara ya utakaso ambao ungetimizwa katika Kristo. Katika agano jipya Yesu anawataja wafuasi wake kama e, chumvi ya dunia, e, Mathayo tano sura ya 13. Hili halikuwa tu fumbo la ushawishi au uhifadhi, ilikuwa mwito wa kuwa wakala wa utakaso katika dunia iliyoharibiwa na dhambi. Kama vile chumvi inavyotakasa na kuhifadhi, Wakristo wanaitwa kutakasa dunia kupitia ushuhuda wao na mfano wao, wakihifadhi kweli ya injili katika dunia inayotumbukia kwenye mmomonyoko wa maadili. Uhusiano huu kati ya chumvi na sadaka unatupa ufahamu wa kina wa jukumu letu kama wafuasi wa Kristo. Hatuitwi tu kudumisha mafundisho ya Yesu bali pia kuishi maisha yanayoakisi utakatifu na usafi ambao chumvi iliwakilisha katika dhabihu za kale. Chumvi kama hukumu: hadithi ya mke wa Lutu. Hadithi ya maangamizi ya Sodoma na Gomora ni moja ya simulizi za kushangaza zaidi katika Biblia, lakini je, unajua kwamba chumvi ilikuwa na nafasi muhimu katika tukio hili? Ukweli unaofuata kuhusu chumvi unapatikana katika hukumu na rehema iliyoashiria katika hadithi ya mke wa Lutu, Mwanzo 19. Katika Mwanzo sura ya 19 tunasoma kuhusu uangamizi wa Sodoma na Gomora, ambapo Mungu aliteremsha kiberiti na moto juu ya miji hii mibaya. Wakati Lutu na familia yake walipokuwa wakikimbia maangamizi yaliyokuwa yanakuja, walipewa onyo: wasitazame nyuma. Hata hivyo mke wa Lutu hakutii amri hii na alitazama nyuma mji huo ulipokuwa ukiangamizwa. Matokeo yake aligeuzwa kuwa nguzo ya chumvi, Mwanzo sura ya kumi na tisa hadi aya ya ishirini na sita. Kubadilika kwake kuwa nguzo ya chumvi ni zaidi ya adhabu, ni ishara yenye nguvu. Chumvi katika muktadha huu inawakilisha hukumu ya Mungu na matokeo ya kutotii. Mke wa Lutu kwa kutazama nyuma alionyesha, moyoni mwake alikuwa bado anaugemea maisha ya dhambi aliyokuwa akiyaacha. Kubadilika kwake kuwa chumvi ni dalili kwamba sasa alikuwa amekwama katika kutotii kwake, kinyume kabisa na sifa za chumvi ambazo kawaida huashiria uhifadhi na utakaso. Lakini kuna zaidi katika hadithi hii. Eneo linalozunguka Bahari ya Chumvi ambako Sodoma na Gomora zilikuwepo lina mawe mengi ya chumvi. Maangamizi makali ya miji hii yaliacha nchi ikiwa tasa kama jangwa lililofunikwa na chumvi. Mandhari hii ya uharibifu iliyofunikwa na chumvi ilikuwa kumbusho la kudumu la hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi, picha halisi na ya kiishara ya uharibifu unaotokea wakati maonyo ya Mungu yanapuuzwa. Hata hivyo, chumvi katika hadithi hii pia ina ujumbe wa ukombozi. Kama vile chumvi inaweza kuhifadhi na kutakasa, hadithi ya mke wa Lutu inahudumu kama onyo linaloweza kuwahifadhi wengine dhidi ya kutotii. Inatufundisha kwamba hukumu za Mungu ni halisi, lakini rehema yake pia ni halisi. Anatutolea fursa ya kuacha dhambi na kuchagua njia ya uzima. Mafundisho ya Yesu: nini ni chumvi ya dunia? Uh. Matumizi ya ya ya chumvi katika mafundisho ya Yesu ni mojawapo ya marejeleo yenye ya maana kubwa zaidi katika Biblia. Sehemu hii inachunguza jinsi Yesu alivyotumia ishara hii ya zamani na akaipa maana mpya kwa wafuasi wake. Katika Mathayo sura ya tano hadi aya ya kumi na tatu, wakati wa mahubiri ya mlimani, Yesu aliwaambia wanafunzi wake enini hey, ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini tena? Haifai tena kwa kitu chochote isipokuwa kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Kauli hii ina maana nyingi. Moja, kuhifadhi ukweli. Yesu anawatambulisha wafuasi wake kama chumvi akimaanisha kwamba wanapaswa kuwa na mvuto wa kuhifadhi na kutakasa ulimwenguni. Katika utamaduni uliotambua umuhimu wa chumvi, mfano huu ulieleweka kwa kina na wasikilizaji wake. Kuwa chumvi ya dunia kulimaanisha kushikilia maadili ya ufalme wa Mungu, kuhifadhi ukweli wa mafundisho yake na kuzuia uozo wa maadili katika jamii. Mbili, onyo dhidi ya kupoteza ladha, eh, lakini chumvi inaweza kupoteza ladha. Ladha yake kiasili chumvi safi haiwezi kupoteza ladha yake, lakini katika nyakati za Biblia chumvi mara nyingi ilichanganyika na uchafu. Kwa muda, uchafu huu ungeweza kupunguza ufanisi wake na kuifanya isiwe na thamani. Hili ni onyo kubwa kutoka kwa Yesu. Wafuasi wake wakikubali kuingiliwa na maadili ya dunia, wanaweza kupoteza ufanisi wao katika kutimiza kusudi lao la kiungu. Tatu, chumvi kama amani. Yesu alienda mbali zaidi katika Marko sura ya 9 hadi aya ya 50, ambapo alisema, chumvi ni nzuri, lakini ikiwa chumvi itapoteza ladha yake, mtaipatia ladha tena kwa njia gani? Huwa na chumvi ndani yenu wenyewe na mshikane kwa amani, ninyi kwa ninyi. Hapa chumvi pia inawakilisha sifa za amani na mshikamano kati ya waumini. Yesu anawahimiza wafuasi wake kudumisha upekee wao na kushirikiana kwa amani kama vile chumvi huhifadhi na kuleta ladha. Katika Biblia, chumvi si tu ishara ya agano, usafi na hukumu, lakini pia ni ishara ya uponyaji na urejesho. Chumvi kama uponyaji: Elisha na maji ya Yeriko. Hadithi ya nabii Elisha na uponyaji wa maji ya Yeriko inadhihirisha maana nyingine ya chumvi, jukumu lake katika kuleta uhai na upya mahali palipokuwa na mauti na ukame. Hadithi hii inapatikana katika mbili Wafalme sura ya mbili hadi aya ya kumi na tisa hadi ishirini na mbili. Baada tu ya Elisha kuchukua wajibu wa nabii Eliya, watu wa Yeriko walimjia na tatizo kubwa Tazama bwana wangu, mji huu uko mahali pazuri kama unavyoona, lakini maji yake ni mabaya na ardhi haina mazao. Yeriko ilikuwa mji wenye historia tajiri, lakini chanzo chake cha maji kilikuwa kichafu, kikifanya ardhi iwe tasa na maji yasiweze kunyweka. Chanzo cha uhai wa mji huo kilikuwa kimeharibiwa na kusababisha hali ya kukata tamaa kwa wakazi wake. Elisha alijibu tatizo hili kwa njia ya kushangaza na ya kiishara sana Aliomba bakuli jipya lililojaa chumvi, kisha akenda kwenye chemchemi iliyokuwa chanzo cha maji na kutupa chumvi humo, akitangaza e, hivi ndivyo asemavyo Bwana, hii nimeponya maji haya, hayatasababisha tena mauti wala kufanya ardhi iwe tasa. Maji yaliponywa na yamebaki kuwa safi na yenye uhai tangu siku hiyo. Kutumia chumvi kutakasa maji hakukuwa tu suluhisho la kawaida, kilikuwa muujiza wa kiungu wenye maana kubwa ya kiishara. Katika hali ya asili chumvi inaweza kutakasa, lakini pia inaweza kuua mimea ikiwa itatumika kupita kiasi. Hapa Mungu aligeuza chumvi kuwa chombo cha uponyaji badala ya uharibifu. Muujiza huu ulionyesha uwezo wa Mungu wa kuchukua kitu kinachohusiana na mauti na uharibifu na kukitumia kuleta uzima na urejesho. Hadithi hii inatufundisha kwamba haijalishi jinsi hali zetu zinavyoweza kuonekana zimevunjika au zikiwa tasa, Mungu anaweza kuleta uponyaji na urejesho. Anaweza kutumia e, chumvi ya machozi yetu, mapambano yetu na maumivu yetu, na kuyatumia kuleta uzima mpya na ukuaji. Hitimisho: wito wa kuwa chumvi. Ujumbe wa chumvi katika mafundisho ya Yesu ni wazi. Kama wafuasi wake, tunaitwa kuwa mvuto wa mabadiliko ulimwenguni, kuhifadhi ukweli na usafi wa ujumbe wake, huku tukiishi kwa amani na wengine. Ishara hii ya zamani ya agano, usafi, hukumu na uponyaji sasa ni kumbusho la nguvu la jukumu letu kama Wakristo kuwa chumvi ya dunia, tukileta mabadiliko kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa kumalizia, hadithi ya chumvi katika Biblia inatufundisha kuhusu hukumu ya Mungu, utii, utakaso na nguvu ya urejesho. Tunapoitwa kuwa chumvi ya dunia, ni wito wa kuishi kwa ukweli wa neno la Mungu, kuleta mwangaza na kuathiri ulimwengu kwa wema na haki. Je, umejifunza jambo jipya leo? Tuambie katika sehemu ya maoni. Usisahau kupenda video hii, kushiriki na marafiki zako na kujisajili kwa mengine zaidi kuhusu hadithi za Biblia zilizojaa hekima na mafundisho makuu. Bonyeza kengele ili usikose simulizi letu linalofuata.